Ya kiwango kabisa. Uliondoka mapema, mzee. Mimi nasema hivi, mwandishi, mimi nisiwe mnafiki, mimi unajua ni mtu mkweli na nimenyoka. Taongea ule ukweli, niliona mchezo wa kutafuta nafasi ya tatu, Yanga nimeiona bora, Yanga nimeiona bora, Yanga ni bora kuliko Simba. Kabisa kabisa, kwa wanaake kwa... Yani, mpira wa jana, nilivyoona mpira wa jana mimi Yanga naiona bora niwe mkweli. Ndio hiyo tunatakiwa, jamani tusimamie klabu vizuri hii, hii, hii ni brand kubwa. Simba ni timu kubwa, ni ya tano katika Afrika inatumiza leo paka tumeamua kusoma dua, dua na kuiombea timu, maana tumechoka. Yani tupate furaha, tunataka furaha hataka furaha, mwandishi, tumechoka ndugu yangu. Hiu mwaka tano sasa tuna mimi naona tunaanza kuteseka tena ngao ya jamii hiyo. uanngao eh. Hey, Bwana niondoke huko kwa upande wa wanawake, turejee huku kwa upande wa wanaume. Kocha Pontev jana alikuwa akitesti mitambo majira ya jioni dhidi ya Al-Hilal Omdurman goli nne kwa moja Simba Sports Club. Wanaume washoka wakasimamia pale hivi eh. gari ger yako ina matairi mangapi? Mane Simba na Sports Club amechukua hizo ah, yani rafiki yangu la. Mlianza kwa kuwacheka Yanga Africa baada ya kutoa sare dhidi ya TRA. Simba itatuua ndugu zangu, simba hii hii simba itakuja kutuua. Yani kila sehemu tunaumia tu, kila sehemu tunapigwa tu, mpaka lini jamani? Ndio maana shea ameomba dua hapo, Mwenyezi Mungu asikie hiyo dua sisi tunachotaka timu isimame, lakini si ndo kikosi kinaanza kupiga yani? Nakwambia kikosi kikosi, unajua tatizo mwandishi, mimi kila siku sinaongea matatizo yako mengine pale. Ndio maana leo nimeongea nini? Kwamba mtu huyu ambaye anaiangusha Simba alaniwe na mwana gani hapo, ina maana watu wapo Simba pale ambao wanaiangusha Simba walaaniwe. Leo mi nawatoa laana na Mungu awadhibu. Unajua mwandishi, kwa mtu mmoja mbili au watatu leo wa, wa, wa, wanasimba kwa ngapi Tanzania hii eh? Karibu milioni arobaini tuseme, wa, wa, wana simba leo wanaumia kwa ajili ya watu watatu wanne eh? Ee Mungu kweli tuinusuru hii Simba. Eh? Tunaumia watu wengine. Unajua mwandishi, watu wengine wanakufa kwa ajili ya Simba yao, wanakufa, wengine wanazirai uwanjani, tunawaona hawaoni. Hao watu ambao wanaiangusha Simba kweli hawaoni. Hiyo ndio maana narudia, Mungu awaadhibu hao ambao wanaiangusha hii Simba. Leo paka nimefika hatua hii, natoa kauli hii, yaani hatuna furaha mwandishi. Hebu hebu angalia lini tutafurahi? Yaani sisi kila mechi tunaingia tunasononeka tu eh? tunatoka na masononeko eh? tabasamu hatuna sisi, tunataka hii tabasamu irudi kwa washabiki na wanachama wa Simba wa Tanzania nzima milioni arobaini. Mwisho utakuwa lini? Naomba huo mwisho ufike e, e mi nae, tujadili kitu kimoja. Kocha Roman Fors kacheza mchezo mmoja wa kirafiki, ametoa sare. Simba Sports Club kacheza michezo miwili ya kirafiki. Mchezo wa kwanza kashinda mbili moja, mchezo wa pili kafungwa goli nne kwa moja bora ni upi? Yule alofungwa nyingi ama alotoa sare? Mwandishi, mimi au utopolo nisiwazungumzie, wala hainihusu, mimi hainihusu e. Mimi na uchungu na timu yangu, mimi naongelea timu yangu. E. Mimi nafanya vizuri. Furaha kwa timu yangu. Nafanya vizuri. Hiyo wanajua wao. Nateseka. Mimi naongelea timu yangu matokeo ya timu zangu kwa e. upande wa wanaume na wanawake. Kama wao wanashinda mimi hainihusu, kama wanafungwa hainihusu lakini lakini kama tukifungwa na hao tutazinguana na viongozi hiyo hiyo, ni kuambie kama tukifungwa na nyuma mwiko, tutazinguana. Kocha anatengeneza kikosi, simzungumzii, si kocha. Kocha analetwa na nani? Sasa kocha analetwa na timu, inatengenezwa na nani? Na kocha ndio hapo usajili umefanyika, usajili huko vizuri, ndio maana kila siku huwa anazungumza pia kocha. Vipi akisema kama usajili hauko vizuri, sikaikuta timu imesajiliwa basi, ye kama kocha ana taaluma, inabidi aende nayo. Hata kocha yote liyo duniani, anapo, anapoteuliwa kwa kocha wa timu fulani, yeye wachezaji anawakuta, lakini ni jukumu lake yeye kuwatengeneza wachezaji. Kwa hiyo sasa hivi jukumu la Pandev ni hilo, aitengeneze kikosi na kikosi na kocha. Unajua mwandishi, inachotakiwa katika klabu ni teamwork. Teamwork inaanzia kwa viongozi mpaka kwa wachezaji. Kwa hiyo hiyo muhimu ni teamwork iwepo. Kama teamwork hamna, ndio hayo matokeo tunayapata. Kwa hiyo mkifungwa na Yanga Africans lakini mpira mkicheza vizuri no problem. Mpira ukionekana hamna hamna shida. Mkifungwa na tunaona kwamba kweli tumeridhika na mpira uliochezwa, sawa tunaridhika mpira, ina matokeo matatu: kushinda, kufungwa na sare, lakini tuone mpira umepigwa. Unajua mwandishi, kwa mfano tulivyocheza na Namungo, tulisifia timu kweli, mpira ulipigwa, wachezaji walijituma Ilikuwa 100% commitment, tulisifia timu na nikasema kwamba huu mwenendo uendelee, huu mwendo ambao wameanza nao na Namungo uendelee, usipoe to tunachotaka sisi lakini, leo umeshinda, kesho unapigwa, kesho mara hiki, hiyo ndo hatutaki. Sawa, kufungwa kupo mwandishi, lakini angalia na mazingira Inatuuma, ndo hivyo, ndo hivyo. jana jana, yani ilikuwa siku mbaya, hata kula chakula sijala eh? kupigwa huku na huku oh. Inasikitisha kabisa, mbele na nyuma, mbele na nyuma, ndio ukweli. Penye kweli, sisi tuwaongea ukweli, mbele na nyuma <laughs> <Hey, ndo ukweli. laughs> Simba eh, imepigwa mbele na nyuma <laughs> Eh, kule tumetoka uwanjani tushapigwa goli mbili, ah, mara tunasikia tumepigwa nne kule. Kamwambia, hii balaa Simba imepigwa, itatua Simba imepigwa. Nasema hii itatua, tumepigwa nne kule jana jimkana eh, pale kwa imepigwa goli nne, imepigwa goli nne, si mechi mbili yani, imepigwa goli nne jumla sita eh. Eh. Sasa Simba imefungwa, ah, bana wewe acha usinumize sana bwana. Usiniulize swala hilo unaniumiza, hmm. Leno, maapigia, sugefo, kwa ah, unaniumiza tuache bwana yo ah. Yaani naumia ndugu yangu, si furaha jamani, furaha furaha, hmm. Tuombe furaha bwana e, bwana, miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vikitrend hapo jana usiku ni msemaji wa klabu ya soka ya Young Africans Ali Shaban Kamwe, akazungumza na kusema ya kwamba binafsi yeye kama yeye amefurahi Kuto kuchukua kombe sasa. Kama amefurahi, kwa nini alishiriki? Asingeshiriki. Kashiriki mashindano kwa ajili ya nini? Labda unisaidie mwandishi, kashiriki hayo mashindano kwa ajili ya nini? Sikuchukua kombe, sasa anafurahia nini? Basi asingeshiriki. Huyu naye mnafiki huyu <laughs> eh? kwa ajili ya nini? Sasa kashiriki kwa ajili ya nini? Asingeshiriki. Ndio maana nawaambiako kwamba kwanza alinde ndoa yake, hafa aongee mambo ya mpira, inamsumbua. Ndio maana anachanganyikiwa huyu bwana. Kwa kumaliza, unawaambia kitu gani haswa wadau wa michezo, lakini pia vilevile kabineti, pamoja na uongozi wa Simba? Ndio hiyo Ujumbe wangu ni huo tu kwamba tujipange tuwe serious na vikosi vyote. Hii ni, hii ni club kubwa ya brand kubwa ya wanaume na wanawake eh? Leo mwandishi kwa mfano anarudia, tumesajili wachezaji, mimi sijawaelewa jana eh? yule mmoja maana alivaa jezi namba ishirini na saba hata ilikuwa simuelewi simwelewi halo. eh? alikuwa anaruka ruka tu basi mtu mpira anashindwa kupiga. Angalia yule beki ya goli tuliojifunga eh? Kuli mchezaji yule, mimi siwezi kusema yule mchezaji mtambo gani kichwa unapiga una, kama unafunga bana eh? Kichwa baadaye kuparaza mpira kafunga yani kausukumiza yani, sasa bana eh? Sisi ambao hatuchezi mpira na hatujui jinsi ya kucheza tuna, tunajua mpira unachezwaje sasa unajua, kati ya ah, sasa sisi tunaona oh. Mwandishi yani oh. Kucheza oh. Sichezi oh. Sawa lakini naona kwamba mpira una tekniki gani. Inasikitisha, inatumiza. Ndio maana nasema sasa bana, itoshe jamani, tunataka furaha e. Mwenyezi Mungu tusaidie tuhurumie, Mungu atuhurumie. Sasa mi nikushukuru sana mzee wangu, aya, ndugu yangu, nashukuru, nashukuru. Pigwa mbele ha, basi aache bana, mbona waziri kunumiza. Yaani wewe unacheka mimi naku na naumia. Umepigwa? Ah. Bana maliza kipindi bana. Shukrani sana. Wewe funga.